Anajua barabara ni mbaya. Wakazi elfu mbili mia tano wakiwemo wazee na vijana kutoka eneo la Engwen katika kaunti ya Nandi wamepata afueni baada ya kunufaika na kambi ya matibabu bila malipo na kampeni ya uhamasishaji dhidi ya utumiaji wa dawa za kulevya. Kambi hiyo ya matibabu, iliyoandaliwa na kundi la wasamaria wema pamoja na wanafunzi wa utabibu katia, eh, katika chuo cha Moi, iliwaleta pamoja wataalamu wa, wa afya ambao walitoa huduma za kipekee, ushauri wa kitaalamu na dawa kwa wagonjwa tofauti. Ile ambayo tumeweza kupata leo ni kuwa wana, wanakijiji wetu wengi wako na changamoto haswa changamoto za kifedha. Wengi wao wanaugua magonjwa ambayo kama mtu angeweza kupata facilitation ya kufika katika hospitali aingeweza kuwa mbaya na hata kupata complications. Kwa hivyo ningeweza kuhimiza serikali hata kama si national government, the county government tuweze kuleta eh, matibabu katika dispensary zetu tuweze kuhifadhi ama kuua magonjwa ikiwa kwa primary level isiweze kufika huko juu because we wanted to do a a free medical camp and a drug awareness to our youth so we realized that for the free medical camp we we will have the old people coming to to be screened and and they, they would like to come and indeed they came because we had around over 100 1000 800 people that have been observed here. Uh, tukiendelea tuendelee kufanya hivi ili wakongwe waweze kusaidika zaidi, wakongwe waweze kuonekana zaidi especially on the free uh, cancer screening. Hao watu hawakuji hospitali. Uh, kwa Kinandi wanasema kwamba uzee ni ugonjwa which is not true old, uh, old age is healthy, na watu wakipimwa kila mara na kupewa medications when they are sick wataendelea vizuri. Familia moja hapa Nairobi me.